Asubuhi ya leo tutaenda kujifunza juu ya watu wawili, watu wakuu sana katika Biblia. Tutaenda kujifunza kwa mtu mmoja anaitwa Sauli au Paulo, lakini tutajifunza pia kwa mtu mwingine anaitwa Yusufu. Unaweza ukaandika kwamba lipo kusudi katika hali ninayoipitia. Mimi ninaweza nikasema kwamba lipo kusudi katika hali unayoipitia. Lakini wewe naomba uandike kwamba lipo kusudi katika hali ninayoipitia. Sasa ni vizuri nikukumbushe kwamba katika maisha yetu huwa kuna wakati tunapitia hali nzuri, lakini huwa kuna wakati tunapitia hali mbaya. Leo tunataka tuangalie kusudi ambalo huwa limefichwa katika nyakati zote hizo, kusudi ambalo huwa linaweza kuwa limefichwa au limebebwa katika zile hali ambazo huwa tunapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, hali zote ambazo mimi na wewe tunapitia huwa zinakuwa na kusudi. Na hali zingine huwa zinaweza, tunaweza kuzipitia ikiwa ni matokeo ya mambo fulani ambayo tumewahi kuyafanya, lakini bado ndani yake kuna kuwa na kusudi la Mungu limebebwa katika hali, iwe ni kwa sababu ya matokeo ya mambo tuliwahi kufanya, au iwe ni jambo ambalo limetokea tu, lakini kitu ambacho huwa hakibadiliki ni kusudi ambalo huwa linabebwa katika hali hii kuna baadhi ya vitu au kuna baadhi ya hali ambazo tunaweza kuzipitia kwa sababu ya namna ambavyo tumechagua kuishi au namna ambavyo sisi tumepanga mipango yetu, lakini kitu ambacho huwa hakibadiliki ni kwamba huwa kuna kuwa na kusudi fulani imefichwa katika hali ambayo mtu anaweza akawa anaipitia, na hicho ndicho ambacho nataka tukiangalie asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haitakiwi, unapopita katika hali mbaya au hali ngumu, hautakiwi kulalamika, lakini kitu ambacho huwa unatakiwa kufanya ni kuchunguza kwamba hali hii nzuri au hali hii mbaya ambayo leo hii ninaipitia imebeba kusudi gani. Hilo ni jambo la muhimu sana kufanya ili usije ukafanya makosa kwa sababu ya hali hiyo ambayo unapitia, kwa sababu kila hali iwe nzuri au mbaya, mara zote huwa inabeba kusudi fulani au huwa matokeo ya jambo fulani. Sasa tujifunze kwa mtu wa kwanza ambaye ni Sauli, Matendo ya Mitume sura yake ya 22 pale, tusome mstari wa kumi na nne hadi mstari wa kumi na nane. Hiki ni kisa cha Paulo ambaye mwanzo alikuwa anaitwa Sauli. Wakati huu alikuwa njiani akielekea Dameski kwa ajili ya kwenda kuliharibu kanisa. Wakati akiendelea, Yesu Kristo alimtokea. Yesu Kristo alipokuwa amemtokea ghafla, Sauli alianguka chini. Alipoanguka chini Akasikia sauti inamwita, Sauli Sauli, mbona waniudhi? Akauliza, unani nani wewe? Akasema, ni mimi Yesu bae. Sasa pale pale Sauli akawa kipofu, akawa kipofu. Baadaye akaelekezwa kwamba aendelee, aendelee, aingie Dameski. Alipoingia kule Dameski, akakutana mtu mmoja anaitwa Hanania, akamwelekeza mambo ya mpasayo ndiyo haya ambayo tumeyasoma, anamwelekeza anamwambia, Mungu amekuchagua ili uyafanye mapenzi yake, manake uokolewe. Na ndio maana unaona baada ya kuambiwa pale, alimwambia inuka, sasa ukabatizwe, ili uoshwe dhambi zako, manake uyatende mapenzi ya Mungu, manake uokoke. Sasa alipokwisha kuyafanya yote, alipokwisha kuyafanya yote ukafika wakati ambao sasa anatakiwa aanze kuhubiri injili, aanze kuhubiri injili, kuambia watu wengine habari njema, kwa maana kwamba awe shahidi wa yale mambo ambayo yamemtokea na yale mambo ambayo ameyasikia baada ya kukutana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alipokuwa amekwisha kuanza kazi, akawa yeye anatamani kuondoka akuendelea kukaa Yerusalemu. Yeye shauku yake na moyo wake ulivyokuwa unatamani, alitamani aendelee kuwepo pale Yerusalemu, awahubirie Wayahudi habari njema. Lakini sasa sikiliza, ukiendelea kusoma pale chini, anaambiwa kwamba watu hawa hawatakusikiliza. Watu hawa hawatakuelewa. Watu hawa hawatakuamini kwa sababu wewe Ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa unalitesa kanisa, ulikuwa unawaua watu wanaomwabudu Mungu, wanaomwamini Kristo kama mwokozi wao. Wewe ulikuwa ni mtu ambaye unawaua, ulikuwa unawakamata na kuwafunga gereza, gereza. Kwa watu hawa hawatakusikiliza, akaambiwa, ondoka hima hapa Yerusalemu, nenda sehemu kule ambako hawakufahamu, Bwana Yesu asiwe sana sasa katika mazingira hayo, Paulo alipitia hali ambayo hakuitarajia. Lo, alipitia hali ambayo yeye alikuwa anatamani aendelee kukaa pale Yerusalemu, aendelee kuishi pale pale Yerusalemu, asikae nje na Yerusalemu, lakini kwa sababu ya maisha aliyoishi kabla hajaitwa na Kristo, akalazimika kuondoka pale Yerusalemu. Tena anashurutishwa, anaambiwa fanya hima uondoke, fanya hima uondoke, maana watu hawa hawatakuamini hawatakusadiki, watakapokuwa wakikona, pengine watakimbia, kwa sababu wewe sio mtu wa njia hii, ni mtu ambaye ulikuwa unawaua na kuwatesa watu wa njia hii. Kwa hiyo Paulo alitamani yeye aendelee kuishi Yerusalemu, lakini maisha ayo yaishi kabla yalimfanya aishi aende kwa mataifa. Ukumbe kuna baadhi ya mambo yanaweza kutokea kwenye maisha yetu, sio kwa sababu yalitakiwa yatokee, lakini kwa sababu ni matokeo ya vitu fulani. Hii, hii ni, ni picha ya kwanza ambayo nataka nikuonyeshe mtu wangu na hii picha nakuonyesha ili ikusaidie kwamba kila mahali unapokuwa, kila wakati unapokuwa unaendelea kuishi, uangalie namna unavyoishi na watu, uangalie mambo unayoyafanya ni mambo yatakayokupa fursa kesho au ni mambo yatakayokunyima fursa? Baba, Yesu asifiwe. Angependa sana kuendelea kuwa na watu wasomi wenzake watu waliokuwa wamesoma dini kama yeye, ile dini ya Kiyahudi, lakini maisha yake awali, ya awali yakamfanya ayapelekwe sehemu nyingine. Sasa kuna namna unaweza ukaishi na mtu halafu ukajikuta umefunga mlango wa fursa ambao wange kusaidia kesho. Watu wa Mungu, naomba kila mtu ambao amepata nafasi ya kushirikiana naye, kila mtu ambao amepata fursa ya kushirikiana naye, shirikiana naye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hafanyi mambo yanayokufurahisha bana, inaweza ikatokea, lakini kwa sababu amepata fursa ya kuwa naye karibu, huyo mtu ishi naye vizuri, kwa sababu huyo mtu ndiye ambaye atatumika kukufungulia mlango kesho, ili wewe upige hatua. Kama kitu ulichokifanya leo ni kizuri, maanake kitakufungulia mlango mzuri kesho, lakini kitu ambacho nikifanya leo kama ni kibaya, kitakufungia mlango kesho. Bwana Yesu tusaidie sana, kwa wakati mwingine unaweza ukajikuta una una mambo yako yanaharibika, kumbe ni kwa sababu ya mambo au kitu ulichokifanya. Ni muhimu sana kutembea kwa hekima na kwa uangalifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna maneno unaweza ukayasema leo <laughs> kuna maneno ninaweza nikayasema leo, nikaongea kabisa kwa ujasiri, lakini hayo maneno yakanenyima fursa kabisa. Kesho mtu akiniona akasema, ah, wewe sio ndio ulisema hivi ajana, leo nakuja kusema hivi? Unaanza ku apologize unaomba radhi, unafanya kila kitu ili angalau ukubariki. Bwana Yesu tusaidie sana. Wakati mwingine unaweza kupitia hali ukawa ni kama mtu ambaye umetengwa, ukapitia hali kama hiyo ya isolation, lakini ikawa ni matokeo Paulo angeweza kuona ni kana kwamba watu wa Yerusalemu hawamtaki, ni kana kwamba watu wa Yerusalemu hawakutaya wa hawa hawamhitaji hawa pale Yerusalemu, lakini sio kwamba walikuwa mhitaji, ila maisha yake aliyoyaishi kabla hajaitwa na Kristo yalikuwa ni maisha ambayo hayamfanyi apate kibali sana pale Yerusalemu, na akalazimika kuambiwa ondoka hapa Yerusalemu, maana watu hawa hawataukubali ushuhuda wako. Bwana Yesu asifiwe sana, wataukataa kabisa, kwa sababu uliishi vibaya na watu hawa. Historia yako ni mbaya katika mji huu, wewe umewatesa sana watu hawa. Kwa hiyo ondoka tu hapa, nenda kwa mataifa kule, wasika kujua angalau watausikiliza ushuda wako na sana. Kwa hiyo yale mambo na yale matendo aliyofanya yakamfungia mlango wa kuendelea kuishi pale Yerusalemu. Nataka, nataka uwe nauakika Wakati Sauli anaondoka pale Yerusalemu, pamoja na kwamba alikuwa amehajirishwa kwamba nenda, ameambiwa nenda kwa watu wa mataifa, lakini inawezekana kuna vitu alikuwa anavitamani bado vya pale Yerusalemu, anatamani kwenda kwake. Maana hata unamsikia alitamani ye aendelee kubakia pale pale, kwa alipitia hali fulani yakiwa ni matokeo ya maisha aliyoishi. kitu kimoja ambacho nakifurahi kwake, sikuona mahali ambapo alilalamika. Na ya kwamba aliambiwa aondoke pale Yerusalemu aende kwa mataifa, alienda na alifanya kazi kweli, aliwahubiria mataifa, alihubiri kweli. Kwa hiyo akaenda kwa mataifa, sio kwa sababu hakukuwa na mtu mwingine wa kwenda ila kwa sababu aliishi vibaya na watu wa Yerusalemu. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu akujalie na akupe neema ya kuishi vizuri na watu wote ambao unaishi nao, ili kesho wafanyike baraka katika maisha yao. Mungu akupe kibali kila mahali unapopita, ili kila mahali unapopita uache mbegu nzuri ambayo ita, itamea na kuzaa matunda utakayoyafaidi baadaye. Amen. Huyo ni Sauli na hiyo ndiyo hali aliyopitia. Na ilipitia hali hiyo yakiwa ni matokeo ya maisha leo yaishi. Tumwangalie mtu wa pili ambaye sasa ni Yusufu. Kitabu cha Mwanzo tuanze na ile sura ya 45. Mwanzo sura ya 45. Pale tusome kuanzia mstari wa tatu hadi ule mstari wa 5. 45 tatu hadi tano. Biblia inasema: <coughs> Yusufu akamwambia, akawambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawambia ndugu zake, karibuni kwangu, karibuni kwangu basi wakakaribia akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa, msihuzunike wala msiudhike, msi nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Huyu ni Yusufu, historia yake mnaikumbuka. Wakati Yusufu alipokuwa mtoto mdogo, Mungu alianza kumwonyesha maisha yake yatakavyokuwa baadaye, akiwa mtoto mdogo kabisa. Mtu wa Mungu, naomba kila kitu ambacho Mungu anakuonyesha leo. Aidha, Mungu anaweza kasema na wewe kama hivi, lakini wakati mwingine Mungu anaweza kasema na wewe ukiwa umelala Mungu anaweza kusema na wewe kwa mazingira tofauti tofauti. Kila kitu ambacho Mungu atasema na wewe usikipuuzie. Bwana Yesu asifiwe sana, usikipuuzie. Kama ni cha kukiatamia, kiatamie kwa maombi, haleluya, kwa sababu Mungu huwa anazungumza na Mungu anapozungumza huwa anataka tujiandae na tuwe tayari. Sasa Yusufu akiwa kijana mdogo anaambiwa anaona katika ndoto wako shambani yeye na ndugu zake wanakusanya, wanafunga ngano eh, wanavuna ngano, wanavuna ile ngano wanavovuna, wana wanaifunga katika mafungu mafungu. Sasa anasema akaona yale mafungu ya ndugu zake na wazazi wake yanainama yanainamia lile, lile fungu la kwake. Wakati mimi nasoma nilishangaa alipoenda kuambia ndugu zake inaonekana ndugu zake wote wakawa wanajua kutafsiri ndoto. Alipoenda kumwambia baba yake, baba yake naye anajua kutafsiri ndoto, wote wakamwambia, ah, we jana mdogo unataka kutuambia kwamba sisi mimi baba yako na ndugu zako hawa wote tutakuangukia kweli? ah, baba yake yeye hey, kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mungu na alikuwa na hekima ya Mungu akasema hatu, jira, yeah, akalichukua lile jambo vizuri, lakini ndugu zake wakalichugu wakalichukua vibaya. Yusufu alipitia hali ngumu, Yusufu alipitia hali mbaya eh, pata picha mtu ambaye ametoka katika familia ambayo anapendwa na baba yake, mpaka baba yake amemsomea special kanzu kanzu nzuri kuliko nguo anazovaa ndugu zake wote. Maanake huyu mtu ni dhahiri kwamba alikuwa anapendwa na baba yake, baba yake alikuwa anampenda kama kijana wake na mtoto wake wa mwisho. Mimi nimechunguza ndugu zangu, watoto wa mwisho huwa wanapendwa wana sana ta, yupo katika mazingira kama hayo. Sasa anauzwa aende akawe mtumwa. Kwa maana hiyo, Yusufu hakupitia hali nzuri. Hali yake ilikuwa ni hali mbaya. Hali yake haikuwa nz, hali nzuri. Apata picha, wewe leo hapa ulipo sasa hivi sasa hivi sasa hivi usiondoke, usirudi nyumbani, utoke hapa, unaenda sehemu ambayo hujawahi kwenda, hujawahi kupanga kwenda na unaenda kuwa mtumwa, nana tuondoka hapa na shangilia binafsi, mimi nitakuwa katika hali mbaya sana, inawezekana nitaenda nalia, kwanza nitawaza huduma, nitawaza aa, familia yangu, nitawaza vitu vingi ko nitajikuta katika hali mbaya. Yusufu naye anachukuliwa anaenda katika hali hiyo, anaenda kuishi maisha mabaya, maisha ambayo hajawahi ku, kuwaza kama ataishi. Lakini angalia ndani ya hali ile kulikuwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na kusudi limebebwa katika hali ile, na yeye pia anasema kwamba ninyi mliniuza niende Misri kuwa mtumwa, lakini Mungu alikuwa anataka kuyahifadhi maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu alikuwa anataka kuyahifadhi maisha ya watu. Inawezekana kuna hali fulani unaipitia, lakini kuna vitu Mungu anataka kuvihifadhi kupitia wewe. Usihuzunike kwa sababu ya mahali ulipo. Usijisikie vibaya kiasi cha kuumia kwa sababu ya mahali ulipo. Usihuzunike kwa sababu ya hali ulionayo, kama ni mbaya usihuzunike. Mungu anakuwepo katika hali kama hizo. Bwana Yesu asife sana. Angalia wakati Yusufu yuko kwenye kibirika lile, Mungu yuko pamoja na yeye. Wakati yuko safarini, ameuzwa, anaenda kule Misri, Mungu yuko pamoja na yeye. Hata wakati alipoenda gerezani, Mungu yuko pamoja na yeye. Haleluya! Mungu anatengeneza mazingira ili baadaye ndugu zake waweze kuishi vizuri. Inawezekana wewe uka struggle ukahangaika leo lakini kumbe Mungu anakuandaa kwa ajili ya watoto wako. Lazima uwe na jicho la kuona, lazima uwe na sikio la kusikia, ili uweze kumwona Mungu hata katika mazingira hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu, Yusufu alipitia hali mbaya, ni kweli lakini kitu ambacho tutakigundua katika maisha ya Yusufu, alikuwa anamwona Mungu katika kila hali, alikuwa anamwona Mungu katika kila hali. Tazama, ameingia katika nyumba ya Potifa. Alipoingia katika nyumba ya yule akida wa Farao ambaye ni Potifa, alipoingia katika ile nyumba, akakabidhiwa kila kitu pale nyumbani. Sasa, mtu mwingine akiwa ni mtumwa, ataanza kuwa na mentality ya mtumwa kwamba sina cha kupoteza kwanza niko mbali na nyumbani na nyumba yangu, ndugu zangu hawako na mimi tena, kwa hiyo mimi sina kitu cha kupoteza. Kuna mtu mwingine ataanza kuishi anavyotaka mwenyewe, lakini mwangalie Yusufu. Maanake Yusufu alijiweka katika mazingira ya kumwona Mungu katika hali zote anazozipitia na aliutarajia ukombozi wa Mungu katika hali ile aliyokuwa anaipitia, na ndio maana hata yule mke wa Potifa alipomtamani Alisa siwezi kufanya ubaya huu, ni mkose Mungu wangu. Haleluya, manake aliendelea kumwona Mungu katika hali ile, japokuwa ilikuwa ni hali si nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Na hapa anasema kwamba Mungu, ninyi mliniuza, lakini kumbe Mungu alikuwa ananihifadhi, alikuwa na amenileta huku Misri kwa ajili ya kuyahifadhi maisha ya watu. Nataka nikwambie Yusufu alifanyika msaada mkubwa sana baadaye, maana ilitokea njaa, ulimwengu mzima ukawapitia katika hali ya njaa, isipokuwa nchi ya Misri peke yake ndio ilikuwa na chakula. Na hisi chakula hakikuwepo tu kwa sababu kilikuwepo, lakini kilikuwa kimewekwa akiba. Haleluya. Sema akiba, aliyesema weke akiba unajua ni nani? Yusufu. Wakati ndugu zake na Yusufu wanahangaika kule Kaanani, wanaangaika na njaa, hawana chakula kabisa. Wakaondoka ndugu zake, wakaenda kutafuta chakula, kwa sababu wamesikia ulimwengu wote unakabiliwa na baa la njaa, lakini mahali pekee ambapo kuna chakula ni Misri. Kwao wakaondoka kwenda Misri. Walipofika Misri wakashangaa, mtu ambaye yupo pale kwenye stoo anasimamia pale chakula, uuzaji wa chakula ni Yusufu. Yusufu ndio yuko pale anawauzia watu chakula. a abenama anaiduka hivi, anamwona kaka yake Rubeni uko apa, anatazama ndugu zake, hawa hapa wamekuja kununua chakula, wamekuja kununua chakula. Yusufu alikuwa amejifunza kumwona Mungu katika hali zote. Aa, ndugu zangu, akaanza kuambia ninyi mliniuza, lakini kumbe Mungu alikuwa na hifadhi maisha yenu. Mtu mwingine ambaye hajajifunza kumwona Mungu katika hali zote anaweza akaanza kuwapiga wale ndugu zake kuwalipizia kisasi ndugu zake. Lakini angalia Yusufu anachosema, akasema: wapeni hawa watu chakula, wala hata fedha yao msichukue. Fedha yao wapeni chakula, hawa hata fedha yao msiguse. Ndugu zangu, hali tunazozipitia zimebeba makusudi, zimebeba makusudi. Ukipita katika hali mbaya usi, usikasirike, usiweke uchungu moyoni, mwangalie Mungu ambaye anaweza kukutoa hapo na kukupeleka kwenye hatua nyingine bora sana. Bora lile tukio la kumuuza Yusufu lilifanyika kwa hila wao, wakati wanamuuza wala hakuona chochote mbele yake, ila tu alikuwa amemuuza ili aondoke ya asiwe katika familia ko lile tukio lilifanya kwa hila lakini lilikuwa limebeba hatima ya maisha. Mtu wa Mungu, ni hali gani umewahi kupita? Katika mazingira gani magumu umewahi kupita? Katika hali gani ya kukatisha tamaa? Ulifanya nini wakati unapita hapo? There is God who can be in every situation. Yupo Mungu ambaye anaweza kuwa katika hali zote nzuri na hali mbaya, yuko pale. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hali mbaya unaweza kuwa unapitia leo, inaweza kuwa imebeba hatima njema sana kwa ajili yako na watoto wako. Jifunze kumuona Mungu, jifunze kuwa mtu wa shukrani katika hali zote. Tumalize, tuangalie Mwanzo sura 47, mstari wa 5 na 6 47 mstari wa 5 na wasita. Oh, Farao akamwambia Yusufu akisema, baba yako na ndugu zako wamekujia. Nchi ya misli iko mbele yako, palipo pema pa nchi. Uwakalishe baba yako na ndugu zako, na wakae katika nchi ya Gosheni. tena ukijua ya kuwa wako watu hodari miongoni mwao uwaweke wawe wakuu wa wanyama wangu. Mtu aliyekuwa ameuzwa, amepitia hali mbaya kabisa lakini, tazama mkuu kabisa wa nchi Farao anazungumza wakati huo. Sasa Yusufu alikwisha kutuma ujumbe kule Kanani maana wale ndugu zake walipochukua chakula kile walirudi Kanani, walipofika kumwambia baba yao kwamba tumemwona ndugu yetu Yusufu yuko Misri, ndiye ambaye ametupa chakula hiki, yuko hai. Oh, baba yao alishangaa, maana walipomuuza taarifa waliompelekea walimwambia mtoto wako yule bwana ndoto ameliwa na mnyama. Kwa maisha yake yote Yakobo alikuwa ameishi akijua kwamba Yusufu alikufa. Lakini wanaporudi na chakula za mwile, wanafika wanamwambia tumekutana na ndugu yetu Yusufu. Mtoto wako tumeonana naye, ametupa chakula. Kwa baadaye Yusufu akatuma ujumbe kwamba wamlete baba yake na ndugu zake wote waondoke kule Kanani waende Misri. Sasa wanafika Misri. Wanapofika Misri, Farao anapata taarifa, anamuita Yusufu, anamwambia, sasa Yusufu, baba yako na ndugu zako wako mbele zako. Anamwambia, nchi hii ya Misri iko mbele yako, hii nchi ni ya kwako. Haleluya, ni ya kwako. Chagua mahali pazuri, wape ndugu zako na baba yako wakae na kama miongoni mwao kuna watu hodari, hao watu walete ni wapecheo